Amma baad, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehma na amani kipenzi chetu Bwana Mtumi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, tuendelea inshaallah eh, madarasa haya ya sira kwa tawfiki ya Allah, na tumefika sasa katika kuzungumzia baadhi ya matukio ya mwaka wa pili baada ya hijra Bwana Mtumi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na matukio, eh, tutaanza moja kwa moja na baadhi ya vita Uh, vilivyotokea uh. Manake matukio yalikuwa mengi. Mwaka huu ndo kibla kilibadilishwa, eh, mwaka huu ndo saumu ilifaradhishwa, mwaka huu ndo kulikuwa na zaka, zakatul fitri kafaradhishwa, eh, wakaenda wakaswali idi pia. Yani mambo matukio ni mengi. Kulikuwa sasa na zita zikubwa zaidi katika tarehe ya bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ambao ni badri eh, badri ni kubra eh, zita za badri. Vita vya Badri sasa utapata. <coughs> hatuto yani tutaanza pole pole mambo madogo madogo mpaka tukifika katika haya matukio makubwa makubwa, inshallah tutaanza na vita viitwavyo eh, ghazwatu al abwa, vita vya Abwa na vikiitwa eh, pia vita hivi ghazwatu Waddan, na vilitokea huu mwaka wa pili. Alitoka bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam <coughs> alitoka Madina na akamwata pale Saad bin Ubada. Saad bin Ubada yani akamtukusema muata yani istikhlafahu, amemwacha kwa yeye ndo, kama, kiongozi, ule wakati ambao yeye bwana mtume hatakuwa. Bas akatoka bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hivyo hivyo wakitaka msafara wa Qurayshi, wakenda paka wakafika hiyo sehemu inayoitwa Wadan, na hiki ni kijiji baina ya Makkah na Madina na kimekaribiana pia na Abwa, Yani baina yake na Abua takriban ni maili sita peke yake. Naam, na alikuwa akibeba ile e, bendera ya bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ama bendera tukisema ya waislamu ni saidna Hamza eh, lakini walipofika pale hawakukutana na mtu yoyote. Yani ile ir, ama ule msafara ulikuwa ushafanya nini? Ushakwepa, ushapita. Naam, wao litaka kupata labda wakati fulani wakifika pale, kumbe msafara ushafanya nini? Ushawaponyoka. Naam. Lakini wakapatana na hawa Banu Dhamra na wakafanya yani, ahdi baina yao, wakafanya makubaliano hawa Banu Dhamra. Maanake ilikuwa ima apatane na hawa Makureshi au apatane na e, yani Makureshi pamoja na hawa Banu Dhamra, kabila hili Banu Dhamra, basi wakapatana na hawa Banu Dhamra na wakafanya makubaliano, kufanya makubaliano kuwa hawatapigana hawa wawili e, ya kuwa waislamu wameaminika kutokana na hawa Banu Dhamra ni kuwa hawa Banu Dhamra hawatu wafanya nini, hawatuwapiga vita Waislamu, na wakati huo Waislamu hawatuwapiga vita nani? Hawa Banu Dhamra. Naam, na wakati huo huo ni kuwa lau Banu Dhamra watapata tabu, watapata shida, basi Waislamu watawaokoa Eh, lau wale Banu Damra watawaita Waislamu wawasaidie, basi Waislamu watafanya nini? Wataokoa. Wala aksu pia ni sahihi. Yani, lau Waislamu watapata shida na watawaita hawa Banu Damra, basi ni jukumu la hawa Banu Damra kuja wafanye nini? Wawanusuru Waislamu. Naam, bas eh, bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam pamoja na Waislamu baada ya hapa akarudi Madina, na ilikuwa imepita takriban eh, siku 15. Naam. Kwa e, e, vita hivi ambavyo bwana Mtume ametoka sasa, maana tulisema saria ni vita ambavyo bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakwenda mwenyewe sasa, lakini ghazwa ni vita ambavyo bwana Mtume amefanya nini, alikwenda mwenyewe. Ndio hivi vya kwanza kitwa ghazwa tu wadan. Naam, pia miongoni eh, mwa vita ambavyo bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alivihudhuria ni ghazwa tu buwat. Ghazwa tu buwat, tamam na vita hivi eh, havikutokea ni muda mwingi baada ya uh, uh, uh, ghazwatu waddan, ama ni uh, <coughs> ghazwatu abwa la bal ule, ule mwaka wa pili rabiin alawali wakatoka katoka Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam pamoja na nani, pamoja na Waislamu taona Vita hivi vya buati Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliposikia kuwa kuna e, msafara wa kikureshi watoka Sham, e, na miongoni mwa watakaokuwa kwenye msafara ni Umayya bin Khalaf na mia katika Makureshi, pamoja na kuwa walikuwa na ngamia wengi zaidi ya ngamia elfu mbili, na e, kuwa walikuwa na mangamia wengi zaidi ya ngamia elfu mbili na akatoka Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na Muhajirina mia mbili na alikuwa kibeba ile flag ya Waislamu ni Saad bin Abi Waqqas. Bas wakatoka wakafika mpaka hiyo sehemu yaitwa Buwat na wakafika pale, yani sasa wao walikuwa wametarget kufika pale ili wapate ule msafara wa Kiqureshi, lakini walipofika pale hawakuwafikiwa kuupata, yani kawa ule msafara ushafanya nini? Ushawaponyoka ha? na hapa tunaona mara ngapi ile misafara yafanya nini ya waponyoka ama ya wahepa? Ni kuwa walikuwa waki, wakichukua hadhari eh, kama tulivyosema kuwa eh, mwanzo pale kule Madina eh, ulikuwa ama ulikuwa mji strategic sana, manake uko sehemu ambayo kuna ni ndia ya kwenda kule Sham. Sasa misafara ya ki, Kikureshi itakuwa maskini, haina bahati lakini sasa ikawa wale Makureshi wanachukua hadhari, wanafuatilia fuatilia ametoka lini mpaka ame, ame, wakawa wanafanya nini? Wanapita yani, wanakwepa ile eh, eh, majeshi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, bas eh, wao Waislamu wakarudi pia, hawakupatana na vita vovote. Yani walitoka, lakini hawakupatana na vita vovote. Hii ni vita takriban alivyohudhuria Bwana Mtume. Tulianza na Abwa, kisha tukaenda kwenye Buwat, vita vingine ambavyo vilitokea mwaka huu wa pili hmm? Ni ghazwatu al-Badr al-Ula ghazwatu Badr al-Ula hmm? Na vita hivi si ile badri ya pili. Ile badri ya pili mara nyingi tuijua inaitwa Badr al-Kubra, tamam. Hii ni al-Badr al-Ula, ile ni uh, Badr al-Kubra itakuja inshallah, na maelezo ni mengi, na vita hivi yeye mwenyewe bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama tulivyosema pia alifanya nini alitoka, na ilikuwa rabiul rabiu lawali tamam. Na alikuwa yeye bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kulikuwa na mmoja katika eh, eh, hawa makafiri akiitwa Kurz eh, bin Jaber. Huyu alikuja eh, ah, pale Madina <coughs> Sasa bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akatoka kumfuata huyu eh, na grupu lake. Basi bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamfuata, na huku eh, Madina akamwacha akamwacha uh, istakhlafa Zaid bin Harith, akamwacha Saidina Zaidi kuwa ndo eh, aongoze watu, yani wakati ambao yeye hatakuwa naam, na na alobeba ile liwa ni Sayyiduna Ali bin Abi Talib alobeba ile bendera ya wa Waislamu katika hii Ghazwat Badri nil Ula, ni, ni Sayyiduna Ali bin Abi Talib. Basi wakaenda wakaenda wakaenda, lakini <coughs> la ilaha illallah muhammadu rasulullah, hawakumpata eh, ha? Mpaka wakafika hiyo sehemu ambayo ni Badri ha? Lakini hawakumpata nani huyo, Kurz yani akafanya nini, akaondoka. Ndo sasa hii vita hivi vaitwa Ghazwatu Badri nil Ula ama na na na afwa ghazwatu Badri il ula ndio ile, vile vya pili ndio vinaitwa ghazwatu Badri alkubra. Naam, na katika vita pia vilivyotokea mwaka huu ni vita vinavyoitwa usheira, ghazwatu usheira. Naam. Eh, e, hivi vita vya usheira sababu yake ama malengo yake vile vile ni msafara wa kiqureshi, ulipotoka msafara wa kiqureshi, na huu msafara ndio kwa msafara mkubwa zaidi eh, msafara huu ulikuwa ndo msafara mkubwa zaidi yani, kila mtu katika makoresha alikuwa amefanya nini amechangia tamam. Ee, ukatoka ukiwa umeongozwa na Abu Sufiani. Tamam. bin Harb na alikuwa takriban na watu 20, yani, si watu ishirini tu na kitu, si watu wengi, watu ishirini na kitu wakatoka. Sasa waenda Sham, wakaenda basi. Bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akatoka, hii ilikuwa Jumada al-Ula na akamwata e, e, kule Madina, akamwacha Abu Salama ndo awe yani, akamwacha kama khalifa wake, tamam. Huku bwana mtume akitoka na watu takriban mia na hamsini na alobeba na e, bendera walipotoka ni Saidna Hamza, tamam. Wakenda mpaka wakafika hapo Ushera. Walipofika hapo, wakapata kuwa ule msafara umefanya nini, umewapita hawakuupata. Naam galia hizi zote ni kwa, kwa sababu ya zile hadhari za nani za Makureshi. Eh, ilikuwa wanachukua hadhari sana sana sana maanake wakiogopa, yani wakipatana na waislamu ha, labda hawatawezana. Naam na, na, kwa hivyo walikuwa wakichukua hadhari sana, lakini uh, wakapata, wakapatana na baadhi ya makabila mojawapo kitwa Banu Mudlaj ama Mudlij, wakafanya makubaliano nao, eh, wakafanya hilf na hilfu kama ilivyotangulia, wanafanya makubaliano kuwa bwana lau Waislamu watatakiwa wata, e, e, wata e, watapigwa vita, basi wale watafanya nini? Watawaokoa. Na wale pia wanasema lau sisi tutapigwa vita, basi Waislamu watafanya nini? Watawaokoa wahakadha. Bas mwana Mtume, sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baada ya hapo akarudi Madina. Sasa ikawa iwangoja iwapanga yuwangoja Ae, msafara wa amepangia, amepangia. Yani, tutakomea hapa. Kuna maelezo mengi ya matukio haya mwaka wa pili, kama tulivyosema, bado kuna masala ya kibla eh, bado labda kuna baadhi ya saraya tutazigusia, inshallah. Kuna sasa na vita vya Badri vyenyewe.